Habari ya leo, natamani nikushirikishe maneno machache ambayo pengine yanaweza yakakusaidia kukusogeza mahali fulani, wewe ambaye unajizania kwamba uko sawa. Neno la Mungu linatuambia, ajizaniaye kuwa amesimama ajiangalie asije akaanguka. Je, ndugu yangu, unazani kwamba umesimama kwenye maisha ya kwako? Aha. Kuna watu leo hawaoni kazi kuhatarisha hata familia zao. Unakuta mtu ana watoto wawili, ana watoto watano kwenye familia yake, lakini anakuambia mimi, bora maisha nikapambane mbele bwana niangalie namna nyingine ya kuishi, kisa tu wanapishana na mzazi mwenzake. Hebu tafakari, kaa chini kwa, kwa utulivu uweze kutafakari. Je, una upendo na hao watoto? Unaupendo na familia yako? Nataka leo niwafundishe kitu kimoja. Tunapozungumzia familia, msingi mkubwa wa kusimamia familia ni baba. Kwa hiyo, wewe kama baba hakikisha unasimamia familia yako kwa usahihi. Lakini msingi mkubwa ukisikia ndoa, sasa hivi ndoa nyingi zinavunjika. Ukisikia ndoa imevunjika, anayesababisha ndoa ivunjike ni mama. Vyovyote ilivyo, msingi wa ndoa ni mama. Kwa hiyo ukishaona nyumba yoyote imesambaratika, jua kwamba mama hajatumia nini akili, aidha amelogwa, au amekuwa hana akili, amekuwa ni mpumbavu. Na kibaya zaidi, ukimwangalia huyo mama anaweza akamwona kwamba baba ndio ana makosa, lakini yeye ndio ana shida, kwa sababu mwanamke ndiye anayesimamia ndoa. Kazi ya mwanaume ni kusimamia familia. Hata mahakamani leo, ukiona mahakamani wanasema wanaenda kuvunja ndoa, sio kwamba tu wanavunja ndoa, wanavunja vitu viwili: wanavunja ndoa, wanavunja na familia. Kwa hiyo makosa yako kwa watu wote wawili, baba kusimamia familia na mama kusimamia ndoa lakini kwa mfano mama akasema kwamba yeye anavunja ndoa, baba atakuwa na mamlaka gani? Atakuwa na lipi la kufanya? Lakini mama leo akisema kwamba yeye anaishikilia ndoa yake, unadhani kwamba huyo baba anaweza akakimbia? Unadhani huyo baba anaweza akaacha familia? Sikiliza, ni baba mpumbavu tu anaweza akakubali kuwacha watoto wake wakateseka, lakini pia ni mama mpumbavu tu anaweza akakubali kuwacha watoto wake wakateseka. Sasa baba ukiacha familia, umekuwa mpumbavu. Lakini mama ukikimbia ndoa umekuwa mpumbavu, kwa sababu pia neno la Mungu linatuambia kwamba mwanamke mpumbavu ndiyo atakayevunja ndoa yake. Kwa hiyo mimi ninaposema mwanamke kuwa mpumbavu ni neno la Mungu, sio kwamba mimi ninatukana raha sha. lakini neno ndilo linalotuambia kwamba mwanamke mpumbavu ndio anayevunja ndoa yake, sio anayevunja familia, anayevunja ndoa yake. Kwa hiyo maamuzi au msingi wa ndoa yoyote ni mama. Wewe mama, umekaa kwenye majukumu yako, kwenye nafasi yako ya ndoa, je, unaisimamiaje ndoa? Unasimamaje kwenye jukumu lako la ndoa? Na hata makanisani leo hii watu wanakuwa nakula kiapo kirahisi rahisi tu eh, nitakupenda kwa shida na la na nini na nini, kirahisi rahisi lakini, unaelewa unachoenda kukifanya huko? Sababu mwanamke au mwanaume anapoachana na familia yake anaambatana na mwenzake, nao wanakuwa kitu kimoja, wala si viwili tena. Lakini ujue kwamba unapoondoka kwenye familia ya kwenu, unakwenda kuanzisha familia, kwa hiyo unakwenda kuingia kwenye majukumu unakwenda kuingia kwenye utendaji. Sasa mwanamke, unaingia kwenye utendaji wa kusimamia jukumu lako la ndoa, lakini wewe baba, unakwenda kuingia kusimamia jukumu lako la kuitunza familia. Ndio maana mwanaume ni kichwa cha familia. Kwa hiyo mwanaume anasimamia familia na neno linatuambia kwamba mwanaume ni kichwa cha familia, sio mwanaume ni kichwa cha ndoa. Hapana, mwanaume ni kichwa cha familia. Na wewe mama, ukiwa mpumbavu utavunja ndoa yako. Sasa leo hii unawezaje kusema eh, unawapenda watoto wako ile hali umekimbia ndoa yako? Leo hii zaje kusema unawapenda watoto wako, ile hali umeitelekeza familia yako? Wewe utakuwa ni baba mpumbavu, lakini wewe pia utakuwa ni mama mpumbavu ambaye umekubali kuwaacha watoto wako, kisa ndoa yani imekushinda ndoa, yani umeshindwa kujua ambacho ulitakiwa kukifanya au ulitakiwa kusimamia. Sikiliza, usije ukafikiri kwamba kuolewa ndio kutua mzigo wako au matatizo yako kwa mwanaume rahasha. Una kazi ya kwako ya kufanya, ili huyu baba naye awe ana kazi ya kwake kujua namna ya kukutunza. Kwa hiyo kila mmoja ana jukumu lake. Hakuna mwingine anayeingilia jukumu la mwingine. Lakini leo hii utagundua pia wamama wengi wanatamani kusimamia familia, wanaacha kusimamia ndoa. Hii ni shida kubwa. Ukiona mfarakano wowote leo kwenye familia yoyote au kwenye ndoa, ni pale ambapo baba anataka akae kwenye ndoa asimamie ndoa, alafu mama akae kwenye familia asimamie familia. Sikiliza leo, baba, huwezi ukakaa kwenye ndoa kwa sababu utapoteza thamani yako ya kusimamia familia, kwa sababu kazi ya ndoa ni kuhakikisha mazingira ya nyumbani yanakaa vizuri. Mwanamke kazi yake yeye ni kutii maelekezo, lakini mwanaume ni kumpenda mke wake. Sasa wewe, baba, ukitaka kujifanya unajua kumpenda mke wako, upike wewe, uende sokoni wewe ufanye pesa unatafuta saa ngapi? Majukumu yako ya kutunza familia unayafanya saa ngapi? Umeshaingilia kwenye majukumu ya nini ya ndoa? Sikiliza, baba asimamia familia, lakini wewe mama, lazima ujitambue kwenye ndoa yako. Unauhakika kwa kiwango gani kwamba baba yuko salama kwamba watoto wangu wako salama? Je, mume wako amerudi kutoka kazini hajapata hata shilingi mia tano? Je, wewe kama mwanamke unayejua kusimamia ndoa unamtiaje moyo huyu mwanaume ili kesho apate nguvu ya kwenda kutafuta tena? usianze kuingilia majukumu ya kusimamia familia, eti wewe ukaanza kutaka kujua baba ameingiza shilingi ngapi, au kwa nini ameshindwa kutafuta pesa, unaanza kumpangia cha kufanya. Wewe ni mwanaume gani? Ningekuwa mimi mwanaume leo, nisingekuwa natulia, ningekuwa ninasafiri nchi mbalimbali, ninasafiri mahali mbalimbali kutafuta pesa. Sikiliza, kwa sababu wewe ni mwanamke, kaa kwenye nafasi yako ya ndoa. Huyu mwanaume mwache akae kwenye nafasi yake ya kusimamia familia. Ukiijua nafasi yako, huyu baba atajipembua, atajua namna ya kupambana kutafuta. Sikiliza, leo amekuja hana lakini utakapomtia moyo huyu baba, utakapomtengeneza saikolojia yake, haujajua amekutana na mangapi huko, amefika nyumbani. Unapomtengeneza saikolojia yake, kesho anaondoka na nguvu. Nakuambia hata rudi kama jana, lazima baraka zionekane. Kwa nini? Kwa sababu mama, umejua kusimamia nafasi yako. Sikiliza, nikwambie wewe mama, leo unapiga kelele kwa, kwa mume wako kwa sababu tu pengine ameshindwa kukuletea pesa ya matumizi. Unajua wewe mwanaume amekutana na changamoto ngapi huko alikotoka? Unakuja na kupiga kelele, kwa nini hujaji na hiki, kwa nini hujaji na hiki i ungekuwa umekaa kwenye nafasi yako, ungejua namna ya kumsaidia mwenzako kusimama kwenye nafasi yako, kama neno la Mungu linavyosema, ili tu kuwe na usalama wa ndoa. Kukiwa na usalama wa ndoa, uwe na uhakika kuna usalama wa familia. Sasa usiniambie leo wewe kwamba unawatelekeza watoto wako, au unasema leo unawapenda watoto wako lakini umekimbia ndoa. Usiniambie leo unawapenda watoto wako lakini umekimbia familia. Wewe ni mnafiki kama wanafiki wengine. Kwa hiyo lazima ujue nafasi ya kwako. Alafu wewe mama, nikuambia kitu, unajua wababa hawapendi kelele nyingi, wameshakutana na kelele nyingi kwenye mazingira mengi ya kazi, kwenye mazingira mbalimbali wanapambana, akija nyumbani kelele leo. Hiyo unakuta wababa wengine ambao pengine wamekosa neema ya kumjua Mungu, anaona ni bora akapitia kwenye vijiwe vya pombe au akapitia sehemu yoyote, akacheza bao, akarudi nyumbani usiku, kupunguza muda wa kupigiwa kelele na mke wake. Nilikutana na bwana mmoja analalamika sana kwamba ah, mimi bwana shindwa kurudi nyumbani mapema. Lakini kuna baba mwingine akaniambia, mimi bwana sasa nimegundua nikiwa sina hela ninaandaa kesi mapema, yaani akifika tu nyumbani, yeye ndo anaanza kutengeneza mazingira ya kugombana na mke wake ili wasiulizani kwa habari ya pesa. Hiyo yote ni tatizo la huyu mama, ameshindwa kukaa kwenye nafasi yake. Lakini huyu baba amekosa pesa, angerudi nyumbani, pengine angepokelewa kwa upendo, kesho angekuwa na nguvu ya kwenda kupata pesa. Sasa unashangaa ananiambia, mimi nikigundua tu sina hela, nikiwa njiani naandaa kabisa namna ya kwenda ya kuanzisha kesi ya kugombana na mke wangu ili tusiulizane masuala ya pesa. Sikiliza, huyu mwanamke anakaa kwenye nafasi ambayo sio ya kwake, anataka kujifanya yeye ni kiongozi wa familia. Hicho ni kitu kibaya sana, na usitegemee kwamba hiyo familia itaendelea kudumu au usitegemee hiyo ndoa itaendelea kudumu. Ushauri wangu wewe kama mwanamke, kama kweli unapenda familia yako, kweli unapenda watoto wako, hebu kaa kwenye nafasi yako ya kuitunza ndoa yako, usiivunje nyumba yako kwa mikono yako mwenyewe. Alafu wewe mwanamke, una maneno wengi una kelele nyingi. Wewe ndio wa kwanza kutoa taarifa nje za mume wako, wewe wa kwanza kutoa taarifa nje za madhaifu ya mume wako, tayari umeshaleta uharibifu. Wewe ndio mlinzi, maana wewe ndio umepewa kusimamia hiyo ndoa. Kikiharibika hapo ni wewe uliye haribu. Lakini huyu mwanaume na yeye ajue majukumu yake, namna ya kusimamia. Huu ni ushauri wangu baba, Simamia familia mama, simamia ndoa, maisha yenu yatakuwa ya baraka, yatakuwa ya mafanikio na mtafika mbali, na watoto wataishi kwa kustawi na kufurahia kuona heshima ya mama anapomheshimu baba, anakuona heshima ya baba anapomheshimu mama. Ah, yani anamuona baba anavyompenda mama mpaka anasema ah. Na mimi nije kupata mama bora kama huyu, na mimi nije kupata baba bora kama huyu. Sikiliza, kama wewe mama umekuwa na kelele muda wote, alafu watoto wanaona anapiga kelele muda wote, yaani muda wote wewe ndio wakupiga kelele kwa watoto kwa baba yao ah, ina maana wewe umeshindwa kumheshimu huyu ambaye anatakiwa kusimamia familia. Sasa utamheshimu nani? Je, wewe unaweza ukasimamia familia? Haya, tukupe wewe labda majukumu eh, tukupe hata mwaka mmoja, au tukupe hata miezi mitatu tu, ujaribu kuisimamia hiyo familia na kuiendesha, hautaweza kwa sababu wewe ni mwanamke, anayesimamia familia ni mwanaume. Na huyu mwanaume pia tukisema tumpe nafasi ya kusimamia ndoa, hataweza. Kwa sababu mwanaume hawezi akafanya shughuli kama anazoweza kuzifanya mwanamke. Na ni kwa nini hawezi? Kwa sababu Mungu ndiye iliyempendeza afanye hivyo. Mwanamke anaweza akafanya mambo mengi kwa wakati mmoja ndani ya familia, lakini mwanaume ana focus mambo ya msingi, kusimamia familia. Huyu mwanamke anafanya mambo mengi kwa sababu yeye yuko kwenye kujukumika katika ndoa yake. Kwa hiyo zingatia sana hili kwenye nafasi yako, hakuna sababu ya kufarakana, hakuna sababu ya kusumbuana, isipokuwa tu pale ambapo mtu anaingia kwenye majukumu ya mwingine, lazima uharibifu utokee, na hapo ndipo anapopewa nafasi ibilisi. Na hapo ndipo utagundua kwamba watu wengi wanaharibiwa na kumsingizia shetani, lakini pengine ni kwa akili zao mbovu tu na fikra zao mbovu tu za kuingilia majukumu ambayo pengine hawakufundishwa au hawakupata elimu kama hii ninayokupatia leo. Mungu wangu akubariki wa na hii itakuwa njema sana kwenye maisha ya kwako, amen.